Atuambie. Atuambie Eliza, umejifunza nini toka umekuja kwenye kituo chetu? Toka nimekuja hapa uh -huh. Nimejifunza kwamba inabidi ni niwe mtii na nikubali kunyenyekea kwa wale walio nzidi ili wanifundishe na mimi kufika hapo alipofika. Toka nimefika kuna vitu baadhi nilikuwa sivijui. Nimefundishwa kwenye usafi na Dada Telesia nimejifunza pia kwenye mapishi na Dada Rahma na kwa hiyo toka nimefika hapa nimejifunza kuhusu malezi, kuhusu usafi yani na, nini sasa. Nasema tu kuhusu malezi, kuhusu za yani, hayo ndio mimi mambo. Sitaki kusikia mnasema mwapitisha watu kwenye training, alafu wanatakiwa wana, wana tuambie sasa hicho walichojifunza, sio tu kuhusu usafi. Kwenye malezi nimejifunza jinsi ya kukaa na watoto. Ndio jinsi gani? Kama kuongea nao, kuwa na kauli nzuri kwa watoto kuwawekea muda yani, kuwa na ratiba nzuri, kama mdao wa chakula, mdao wa kulala, mdao wa michezo, kuheshimu zile ratiba. Kwa muda ambao huwa labda wanalala nijitahidi hata nikienda kwa kazini nisiwe na yani, niwe nazingatia kama labda ni saa tisa huwa wanalala basi nijitahidi kufanya mambo yangu yote saa tisa wala wapumzike. Kama ni muda wa chakula labda huwa ni saa sita nijitahidi kutenga chakula saa sita wapate chakula kama labda ni saa kumi huwa ni muda wa michezo, ni waache waende kwenye michezo. Kwenye usafi nimejifunza kwamba labda kama chooni kuna dawa za kusafishia chooni, e, choo inabidi kisafishwe vizuri kwa dawa zake, kwa sabuni zake, kikaushwe baada ya kusafishwa. Kama ni ukuta usafishwe na chooni kuwe kukavu. Jikoni nimejifunza baadhi ya vyakula kwa sababu nilikuwa eh, yani na, najua kupika tu kawaida lakini nimejifunza kwamba kwenye vyakula kuna viungo ili kuongeza ladha zaidi kwenye vyakula. mm -hmm. Mm -hmm. Kwa hiyo kuna vyakula gani ambavyo sahivi unaweza kupika tofauti na ulivyokuwa unapika kama maharage? mm -hmm. Maharage yani, nimeshazoea labda maharage yanachemshwa, yanaungwa mafuta, kitunguu na nyanya, lakini nimejifunza zaidi kwamba tunaweka nazi Mm -hmm. kuna peanut butter au kalanga mm -hmm. kuna, kuna kwenye ubwabwa nimejifunza kwamba huwa nimezoea kupika ubwabwa wa kawaida yani, achemsha maji na kukimtiza. nimejifunza kwamba kuna ubwabwa wa kukaanga kanga mm -hmm. E, kwanza mafuta ndo napika huo ubwabwa mm -hmm. nimejifunza kwenye pilau kwamba kuna viungo yani hauwezi kutumia kusema kuna labda kiungo kimoja cha labda na masala, lakini unachanganya hata viungo vitatu nakua za nzuri zaidi. Chapati kua natumia maji ya baridi nikananaaat, baada ya muda zinakakama. Nimejifunza kwamba chapati ile, hebu weka rudia vizuri vizuri una, eh, weka hapo chapati, nikuwa najua chapati napikia tu maji ya baridi yani, nakandia kutumia maji ya baridi lakini nimejifunza kwa Nesema, umesema hapo ukipika inakuwa ngumu baadaye. Eh, baada ya muda mfupi inakuwa hmm, inakakama inakuwa ngumu. Kwa hiyo mama chef amenifundisha kwamba ina unga, yaani naandaa unga vizuri, natia chumvi kiasi, kiasi, sukari kiasi, natumia mafuta, hmm, ya moto. Sasa hiyo chumvi na, na sukari ni sisi tunapenda. Hmm. Kwa hiyo kwa bosi wako huwezi kuenda kufanya kitu ambacho unataka wewe au ulichokuja nacho wewe. Inabidi uulize bosi wako kwamba chapati zake anataka ziwe na nini? Ziwe na chumvi peke yake au ziwe na chumvi na sukari? Yeye we... yee yani, yeah, akwambia anavyotaka flavor. Cha muhimu nafikiri ni ile kwamba chapati sasa hazitakuwa tena kama kaukau e. Hazitakuwa ngumu, hiyo ndio muhimu. Lakini kuhusu test ya chapati itakavyotoka inabidi umuulize bosi wako. Yeye ndio akwambia anataka nini alafu e. mm -hmm. uh, umekariri tu nasema ni smart Mamaa, nimekusikia hapo. okay, hapo sawa. um, nataka turudi kwenye malezi ya watoto, kwa sababu pale ndio moyo wa mabosi wengi. Uh, utakavyoona uvivu wa kufanya kazi zile za malezi kama mlivyoelekezwa, ujue unachokionea uvivu ni, ni pesa ni hela, sio yule mtoto, kwa sababu yule mtoto ndio hela yako na utakavyoweza kumwangalia vizuri kwa namna tulivyowaelekeza na kuendelea kuwa mbunifu zaidi, kuwa na ustahimilivu zaidi, kwa sababu watoto wanakuwa na usumbufu, wengine ni watundu. Hiyo ndio hela yako. Utakavyoweza kukaa na yule mtoto vizuri, ukamlea kwa malezi ambayo wazazi wake watafurahia, na sisi tumewaelekeza yeah. namna ya kuweza kufanya hayo malezi na nishawaambia. Sasa hivi mwakumbushe sana kuwa na ule mwongozo. Mtu ambaye kweli anania kwenda kufanya vizuri mtu ambaye kweli anataka kulipwa sawa sawasawa na ubora anaoutoa either ni wa traditional smart tena, mtu ambaye anasema mi nataka kwenda kwenye levo za juu, yani huyo mtu hatuhitaji kumlazimisha au kum, kum yani kumhamasisha, yani anatakiwa ajue tu ule mwongozo, kwa sababu yesi, nimewafundisha lakini, anavyoeleza tu hapa, kwanza kashasahau lakini ungekuwa na ule mwongozo ungekuwa umeweza kukusaidia mwongozo iko hapo ndani, ila tunataka mtu ambaye kweli ana nia aonyeshe hiyo nia ya kutaka kuupata na kuupitia. Tunapokaa hapa tunazungumza, unaongea madini, unaongea pesa. Sasa mi siwezi kukupa hela za bure, mpaka hapa tumeshawapa hela nyingi za bure. Basi ile miongozo, angalau muweze kuonyesha nia ya kusema na mimi nataka huu mwongozo ili niweze kuelewa, niweke vizuri kichwani na niweze kufanyia kazi lakini nataka kusisitiza, waajiri wanachotaka ni malezi bora kwa watoto wao. Kwa hiyo, usipoenda kufanya hivyo ya bosi akamuongezea na mshahara ukapanda mpaka laki saba lakini sasa, kwenye swala la ulinzi na usalama eti mafundi ambao wanakuja hapo ofisini si nyumbani, yeye anachukua anabadilishana nao namba anaanza kuwasiliana nao mara fundi akitaka kuja anamuuliza dada kwamba hey, nije upo eh? Hivi kweli ni usalama gani ndani ya nyumba ya mtu? Hakuna kuingiza mtu ndani ya nyumba. Sisi tunasema hata kama ni ndugu wa bosi wako, unajua kabisa huyu ni ndugu yake anataka kuja, make sure unapiga simu kwa bosi wako, kama hayupo, kuna fulani kaja ni mruhusu aingie, au kuna maelekezo gani hapo? Ndio unamtengenezea mtu, anaona kweli nina mlinzi nyumbani, nina mtu ambaye anaangalia usalama wa nyumbani kwangu. Lakini basi anakuja, anashtukia ndugu yake si yuko ndani, au sijui ndio fundi, kama hiyo hiyo kesi ya jana ilikuwa ni fundi. Kwa hiyo dada anaweza akapoteza kazi. Hayo, fikiria mtu upoteze kazi ambayo ulikuwa umepandishwa na mshahara kwa sababu ya uzembe. Uzembe wewe unachukua unachukua mamlaka ya nyumbani kwa mtu, wewe kama nani unamruhusu mtu aingie nyumbani kwa mtu, kwa bosi wako, wewe kama nani? Yani wewe ni mfanyakazi ambaye pale unatakiwa uhakikishe muda wote kila kinachoendelea, kila kinachotokea unaripoti, wewe wa kwanza. Tunaelewana eh? Kwa hiyo masuala ya ulinzi na usalama kwenye nyumba hizi. Tumesha wa, kwenye mwongozo wetu tumeweka vizuri kabisa. Kwa hiyo kama unataka zile ndio hela pale. Jambo lingine nidhamu, kama tunavyosikia hapa, maadili ni dhamu, kuwa mkweli, kuwa mwaminifu kuwa mnyenyekevu. Hayo ndio maadili ambayo, hata uwe una uwezo kiasi gani wa kuangalia si watoto kupika, lakini kama unakosa maadili na nidhamu ni bure. Si tunaelewana? Kuna watu wako vizuri, wana uwezo wa kazi lakini kipengele cha maadili na nidhamu kinawaangusha. Lakini na uchapakazi, si usiwe mtu wa kuelekezwa kila siku. Sisi hapa atulei wale, wale wadada wa kizamani, sisi kama mnavyotuona tuko kwenye level za professional smart. Hizo ndio level ambazo unataka hata dada ambaye unakuja leo ni traditional. Uende kwenye hizo level usibaki tu hapa kama mtu ambaye ajielewi ajui yuko dunia gani. Kwa hiyo hata kama ni traditional dada, sisi tunataka lugha zetu hapa ni za professional, ni za smart. Dada weka malengo kwamba nataka niende kwenye hili daraja. Kwa sababu gani? Dunia ya leo watu hawataki wadada wa kawaida wale wakizamani. Sijui nileletea dada kijijini huko, sijui ameochukuliwa wapi, sio ameokotwa wapi huko, mtu wa kusimamiwa kuelekezwa kila kitu, hakuna mtu anata ana huo muda sasa hivi. Na ndio maana mishahara yetu iko tofauti. Huko mitaani kuna mishahara ya elfu arobaini, hamsini, thelathini, thelathini. Lakini sisi hapa kwetu, we dada wa kawaida kabisa unalipwa 1000 laki na nusu. Hauwezi ukawa dada wa kawaida. Yaani, laki na nusu uwezi ukaenda ukafanya kama dada ambaye ametokea mtaani. Hatutakubali hicho kitu. Kwa hiyo bosi akitulalamikia tu na tukaona ni kitu cha kipumbavu kabisa ambacho umeelekezwa kituoni, lakini wewe mwenyewe ufanye jitihada za kutaka kuendelea kujiboresha, tutakuondoa kwenye mradi naelewana w eh, nitaka kama ni level ya traditional not bad. Alikuwa? Dini. Eh, acha acha smart kabisa. Hao wawili wana mda gani? Dini ana siku moja naona tu unashangaa shangaa shanga. Ehe, tuambie, unashangaa una nini, nguzo ya familia? Mi ndo mara ya kwanza nimekuja kwenye huu mradi Nilikuwa tu nafuatilia ni kwenye mtandao, mm -hmm. E, na nasikiliza nakuwa content zenu sikusikii hata. Nilikuwa tu nasikiliza content zenu. Ulivyotusikiliza mm -hmm. Ukavutiwa nazo mm -hmm. Ukahamasika ukaja, eh, baada ya kufika hapa, umeona nini? Uh, kwa kweli ni nimejifunza baadhi ya vitu mm -hmm. Naendelea kujifunza mm -hmm. Ndio kikubwa kabisa ambacho unaona ni cha tofauti ucho... Kiona sisi tunavyofanya kazi ni kitu cha kwanza, yani, tunapewa elimu kama sisi wadada tunaoenda, mm. kufanya kazi tunapewa elimu, ndio maana mm -hmm. sehemu nyingine wanakupeleka tu yani, mm. hawa, yani hawakuelezea inavyokuwa nini mm -hmm. e, lakini hapa nimeona utofauti tofauti, tunakupa elimu sasa, na hizo elimu, basi mko tayari kuzifanyia kazi, maana msitusikilize tu kama masanamu. Mtapofika kule kazini mwingine kwa sababu si hatutakubali. Tutasema hizo ni tabia za dada, sio za wadada wote, si ndio? Eh, kwa hiyo ndio maana anasema, tumewatolea mwaka huu, tunataka kwenda kwenye levo za juu. Tumewatolea mwongozo, jitahidi kuupata ufate. Yani usije hapa unatoatoa macho tu, jui kinachoendelea unakuwa kama unabuni. Hizo sio tabia za hela, yani unatakiwa ukija hapa una confidence, unajua nini unachotakiwa kufanya, unapokwenda kazini na popote utakapokuwa, kwa sababu sisi tunawapa elimu ambayo ni msingi ni msingi wa, wa, wa kuendeleza maisha yako yote, yaani kuanzia kwenye hii kazi na utakapotoka kwenye hii kazi, ukiyazingatia tunayokuelekeza hautakuwa na shida kwenye maisha yako kabisa. E, kwa hiyo mjitahidi kwenye hilo. Haya, Agnes, sikuulizi maswali mengi mpaka utakapokuwa umepata training zaidi. Dada nani? Dada Benita. Nani? Benita. Benita usini waleo kabisa, ewe tusalimie tu, umetokea wapi? Mabibo. Mabibo? umetusikia wapi Nawafatilia na, na mtandaoni, mtandaoni. Aya basi, kwanza tutakutana nyiwe, kwanza hata hatujakutana kwenye kipindi chetu kile cha kufahamiana kwa undani. Kwa hiyo karibuni, lakini mnaonaje, mmeonaje, mna training zetu mnazionaje? Kwa, kwa upande wako. Uh, nimezipenda kwa sababu yani kujifunza, unajua kunasaidia, kunasaidia, unafanya kitu ambacho unajua kabisa unafanya nini. Kwa mimi niko tayari kujifunza ili mm, eh, ni, nikienda kazini nisiangushe jina la kampuni au taasisi. Yes. Na we mwenyewe usijiangushe. Ujaje hapa kwa sababu unatupenda sisi mm. Umekuja hapa kwa sababu una shida zako mm. Unataka utatue ch changamoto zako yeah. Sisi kazi yetu tunavyofanya ni kukusaidia we utimize malengo yako, kwa hiyo usije ukaenda ukasema ah, sitaki kuangusha taasisi. Nenda kule ukiwa na malengo kwamba sitaki kujiangusha mimi, kama msichana yes. Ah, kama, mm, kama mtoto wa kike sitaki kurudi mtaani kudanga, sitaki kuzaga zaga, nataka na niwe ni mwanamke mwenye maendeleo nataka nianzie zero nianzie kwenye kazi za kawaida kama Superwoman alivyoanza kwenye kazi za ndani. Mimi hapa na leo hii ni mkurugenzi wa taasisi, na wewe siku moja uanzishe kitu chako. Mimi silalamiki serikali wala uweze kunisikia nasema sina ajira au sijui nina njaa sina hela. Why? Kwa sababu nimefika kwenye levo ambayo nimeweza kuanzisha kitu ambacho kinanisaidia katika levo yangu, na naweza kusaidia na watu wengine, ni baraka kwa Mungu. Kwa hiyo mimi ninachotaka na, kwa kwa wewe leo hii unaenda kufanya kazi ya nyumbani ni kazi unayotakiwa uwe mnyenyekevu, utumwe, ufundishwe, ujinoe siku ya siku, na wewe uanzishe kitu chako. Aidha utaanzisha kampuni, utaanzisha duka, utaanzisha chochote, utakachoanzisha lakini lazima uende hatua kwa hatua. Kwa hiyo mafundisho yetu yanalenga kukuimarisha wewe, tukifanikiwa kwenye hilo na sisi automatic tunafanyaje? Tunafanikiwa. Eh, ndio e. Maana tunasema na wewe ukienda kwa bosi wako ukahakikisha unamsaidia bosi wako afanikiwe katika mambo yake, na wewe automatic unafanyaje? Unafanikiwa. Sasa sisi tunaendaga kule, tunataka sisi ndio tufanikiwe. Saa nyingine mpaka unaiba hela ya bosi wako, unakuwa mdokozi, kwa sababu wewe unajiangalia wewe, unakuwa mbinafsi, unawaza kufanikiwa wewe. Ha, mafanikio hayako hivyo mafanikio unayageuza juu chini, chini juu. Hmm, kwamba ili mi nifanikiwe lazima nimsaidie huyu afanikiwe. Kwa hiyo ili sisi wadada senta tufanikiwe lazima tuhakishe nyie mnafanikiwa, na ndio maana tunaweka bidii zote nye, na juhudi zote hizi tunazozifanya, sababu mkifanikiwa nyie na sisi tunafanikiwa automatic. Ndio sawa? Eh, haya jamani, mimi nafikiri kwa leo, kwa sababu wenyeji um, waliopo ah, kwa nini hamjawapangia kazi bado tu?